Deni jingine na ili nakusaidia kulipa wakikuletea bili ambayo huielewi, waambie kwa mkuu wa mkoa awalipe na hatuto walipa hawa nakwambia mzee. Bali ile nafikiri nilikuonyesha kile kibomba kilichopasuka pasuka pasuka <tipa> nafikiri unakumbuka, <tipa vizuri> ukorofi ule bado unaendelea mpaka sasa hivi mita imetiwa ndani mafuta kile kibomba walikipasua pasua, pasua. Mita wanani kabidhi tayari, imeshasoma nadaiwa madebe hamsini, nimeshatumia <coughs> <coughs> watu hawa mimi nifanyeje? Nimelalamika kwa mwaka mzima, maji haya wamepasua hapa, yanaenda mimi kule, nafungulia hapa, yanakimbia yanaenda na kule nani, inatakiwa yote nilipe kwa mwaka mzima na miezi mitatu. La eh, na tukasema mshughulikie ilikuwa mbele ya mita ndo bomba limepasuka eh, mkachukua hatua gani? Kwa hiyo, tu, tu, tu, tu, msaidia Mk, mkinyamaza mtamsikia eh msaada ambao sisi tulitoa kwa maana msaada wa kiufundi eh, kwa sababu matengenezo yote nyuma ya mita ni eh, jukumu la taasisi eh, ila mbele ya mita ni jukumu la mteja eh, mteja alikuwa aelewe kama mbele ya mita matengenezo ni jukumu lake. Kwa hiyo mnamdai mzee? Uh, mzee anadaiwa kwa maana, lakini kijana wake ndio analipa. Kijana kulipa sio kazi yako, si mnamdai yeye ndio yani kituo chake kinadaiwa. Kinadaiwa shilingi ngapi? Mm, kwa mwezi huo sijafuatilia, lakini ni zaidi ya 7000 zaidi ya 7000 Na akilipa ili deni, njia ya kutengeneza deni lingine, mtakuwa mmemaliza maana anasema kinachosababisha deni ni huo uvujaji. <laughs> Ule uvujaji ulishatengenezwa. Kwa hiyo sasa hivi hakuna uvujaji. Hakuna uvujaji. Basi elfu saba nitamlipia mimi. Sawa. Eh. Asante. Diwani, andaa siku. Nataka ofisi ya maji ya mkoa na wilaya waje waweke kambi hapa, mnielewa vizuri waje wawaelimishe wananchi huo mchanganuo wa hizo unit na hizo fedha na wasikilize mawazo ya nani? Ya wananchi, kwa sababu bei elekezi inatokana na kikao cha wadau Wadau ndio wanaosema, kwa tunavyoona, kwa tunavyoona inavyofaa, tulivyo hali yetu, mia mbili, sindio? Jamani, huo <tipi> ndio utaratibu kote duniani, tofauti na bei ya basi. Mmelewana vizuri <tipi> eh? eh? Kwa hiyo siku siku, huo mkutano ukiitwa, msikae nyumbani. Sawa jamani, <tipi> mje hapa. Meneja wangu wa mkoa wasikilize, asikilize hoja zenu, aangalie uzoefu wa hapa na uzoefu wa maeneo mengine, kisha tupate mwafaka wa hili jambo. Tumeelewana vizuri. Basi mpigieni makofi mwenzenu aliyelileta.